Kwa kumi na saba tunaonasi viongozi na Waislamu wote kuepuka kauli za matamshi ya ambayo yanachochea na kuhamasisha mpasuko katika jamii. Mheshimiwa Mufti anatoa rai tutumie maneno ya kauli za kujenga na kuleta umoja na kuwa daraja kati ya, ya Waislamu na baina yetu na Watanzania wengine wasiokuwa Waislamu Tanzania, wa wa wa Tanzania ndio nchi yetu hatuna nyingine, tuinusuru amani yetu isijaribiwe au isichezewe. Sisi taasisi za Islamu tunalinda amani amani hiyo kwa gharama yoyote, au sisi taasisi za Islam tutalinda amani hiyo kwa gharama yoyote. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atukubalie itikafu yetu, atuumishie fitna, atuunganishe yoyote, ni Watanzania wote